Hawezi elewa mwanadamu kabla hajasirika, yale maneno ambayo anatamka na nasirika, jua yale ndiyo maneno ambayo e, yako moyoni mwake. Wa mama, hii ni shauli kwenu. Kama unaona kwamba mume anakufuatililia sana kuhusu mwenendo ambao unayo, jua huyo anakupenda, kwa sababu mume asiyokupenda hawezi kufuatililia ama akupatie mwelekeo katika familia ama katika ndoa. Kuna wamama wengi ambao wanapewa shauli na waume zao, kabisa wanakataa. Utasikia wanawake wanasema ya kwa kwamba ah, unasumbua unazidi, kwa nini unifuatilie? Ni lazima umuelewe, kwa sababu kama haumuelewe, inamaanisha ya kwamba una wengine ambao unatafuta upendezee